Mgombea mtarajiwa wa Republican Donald Trump amekutana na Spika wa bunge la Marekani Paul Ryan katika juhudi za kukiunganisha chama chao. Wote wamesema wameridhishwa na mazungumzo yao, lakini Ryan hakusema kama atamunga mkono Trump. Hezbollah imesema mmoja wa makamanda wake wakuu Mustafa Badreddin ameuawa katika shambulizi la anga nchini Syria. Kituo kimoja kimesema Israel imehusika, baadaye kikaiondoa taarifa hiyo. Papa Francis ameanzisha utafiti juu ya kuwaruhusu wanawake kuwa mashemasi. Mashemasi huweza kuongoza ibada kama za ndoa na za mazishi, lakini sio misa ambazo ni za mapadre tu. Mwaka mmoja umetimia tangu jaribio la mapinduzi lililofeli Burundi, ambalo liliongozwa na jenerali Godefroid Niyombare. Burundi imekumbwa na ghasia zilizoibuliwa na hatua ya rais Nkurunziza kuwania muhula wa tatu. Ushiriki wa Urusi na Kenya katika michezo ya olimpiki Brazil umeingia mashaka baada ya shutuma mpya kuhusu matumizi ya dawa zilizokatazwa. Urusi imekanusha, Kenya wanalaumiana na WADA inaendeleza uchunguzi.